Huyu ni mpwa wa meneja wa zamani ama meneja wa sasa wa timu ya KMC ya kalambo ali kalambo ni Joseph kana kamfumo ya, ikiwa takribani dakika ishirini na mbili zimekwisha. Ondoka Tanzania Prisons wako mbele kwa bao la kwanza na yanga hawajapata kitu. Salum Kimenya anaangalia, bado Salum Kimenya Dunga, anacheza ule mpira, unacheza vizuri kabisa kontrol mpira vizuri, Ibrahim Majid migomba, lakini na anadanganywa. Emmanuel Lagonga anacheza la na Frank Rocky Payute Rostand anacheza. Oh, ilishuka daraja lakini haitasa na chini baadaye kapana daraja tena, ni takriban miaka miwili tu ili wachukua kuweza kuirejesha tena katika ligi kuu toka Tanzania bara. Weka vizuri sasa Ibrahim Majid Megomba. Kontra kera kwa Mbovu. Ya. Yoka tena haraka haraka anacheza Rambat Sabianka. Sabianka. Eli utia mpepo poteza nafasi ile, mara hii amekosa utulivu kama ule aliyokuwa nao awali. Eh, utulivu akatikana kwa sababu ule mpira ulikona katika, na yeye akawa na azidi kuwacha mpira uende kulia zaidi, lakini makosa ya Yanga wanayofanya wachezaji kuanzia Pato Ng'onyani ambaye hayupo ha vizuri sana katikati yanafanya wachezaji wa Prison wawe na nafasi sana ya kutengeneza mashambulizi kila mara. Leo no, hii Tanzania Prisons wamekuja so kizingine kabisa ah. Kama nilivyosema, unajua unatakiwa kubadilisha falsafa, falsafa ya ushambuliaji au mtindo wa ushambuliaji. Haya, kadi nyekundu namba saba Yanga hazina yeah, shida kwa sababu hata kama asingeufunga asingeupata yeye. Yeah. yeah. tukio lenyewe hilo ali la kadi nyekundu ya Lampard Sabianka bado haujafika. Hii ni inatafsiriwa kwa lugha ya Kiingereza ni violent conduct, kwamba kile kiwiko kwamba yani pengine kama unajikua na gombania mpira, kuna yule unakuja yu, yu, yu. Kuna faulu nyingine ambazo kama gombania mpira ungesema ni movement ya mikono, lakini mpira, mpira, mpira, mpira hapo haupo, kwa hujafika hujafika mpira, lakini anaonekana kumpiga kiliko. Kwa hiyo ni makosa ambayo kwa kweli kama anakwenda kuangalia saa hizi mwalimu wake, eh, anaamini kabisa kwamba kupungua kwa alama ya Sibianka kwa matokeo yote ambayo tunapata leo baada ya karibia tano kwa kuwa kuna uhusiano mmoja na kutokuwa kwa alama ya Sibianka ni kwa kweli ni ni, ni kosa ambayo wachezaji wakubwa hawataki kuyafanya. Mchezaji mchezaji ambaye ana impact kwenye timu unaweza kupewa kadi nyekundu nyekundu, lakini sio kadi nyekundu namna hii ambayo eh, violent conduct kwenda kumpiga kiwiko mchezaji ambaye mpira haujarani. Kwa hiyo ni kosa ambalo mwalimu kocha ametafsiri kama violent conduct, na ni kweli, kama violent conduct na na ni ni ni ni kweli inaonekana kadi nyekundu halali na James, hmm. wakati uh, Benjamin Asukini 14 yule ni Jumanne ni Nkaze El Fadil katika harakati akiwa yeye na Rafael Daoud akiokoa Inawezekana kwa namna moja au nyingine atakao ameufanya mpira uende golini. Pita bado anajichanganya tena walinzi wa Tanzania Prisons, na napita arakaraka, bado gonga anapitisha mpira sasa. Emmanuel Martin. nacheza mpira Pius Buswita, weka tena, anacheza nacheza Gadiel Michael Mbaga. Gadiel anadhibitiwa, nacheza ule mpira sasa Pita, kat mwamisi ule weka tena, anaingia tirwa gonga yako nini? Ni kona ile kona kona anapigwa katika lango la Tanzania Prisons. Kumekucha sasa uwanja wa Chamazi, haraka haraka, la gongo na cheza ule mpira, cheza tena mpira sasa, haraka haraka, Juma brugapal, Obrey Chirwa. Chirwa. Chirwa, pilolonako no to mwinguna no tokenakoni goal kick. Haraka haraka. Gadiel anatambaa, Gadiel nyota ya mchezo kwa siku leo kwa upande wa Dar es Salaam Yanga Africans hatari! Hapana yeah. Lawi amenyanyua mkono wake juu ni dhahiri baba, Rashid Abdalla muamuzi msaidizi nambari moja anasema uh, sheria nambari kumi na ukivichambua vile vipengele vyake vitatu unaona dhahiri kabisa ya... wachezaji wawili wa timu ya Yanga Oblai Chiru aliingilia mchezo na ya... uh, okay, kuifanya uh... kuwa dhahiri ameotea hii, ili uh... sheria namba kumi na moja kati ya sheria uh... kumi na saba za mchezo wa soka. Oblai Chiru tafsiri yake, alimwingilia ule mchezo, ni dhahiri kama angeweza kupita mwenyewe kijana Gadiel Michael Mbaga, ingekuwa tayari hakuna offside goni haraka haraka yameshaanza, kona fupi Mpepo, yaliuta Mpepo, bado unacheza ule mpira, unagongwa tena unarejeshwa, poteza ule mpira Tanzania Prisons. wanajaribu kucheza, weka tena, lango la Yanga liko kwenye wakati mgumu kwa nukta kadhaa hivi, jaribu kucheza Juma Nul Fadhil, pita naangalia sasa, Hamis Kasim Amisi yule, lakini wanapoteza ile nafasi Chirwa kwenda mpira mboro mrefu kabisa na goalkeeper Kalambo, Alon Kalambo. Umakini wa timu washambuliaji wa, wa, wa, wa Prizoni wameshindwa kupata goli ambalo ndiwasaidia sana kurudi kwenye mchezo na hii ilikuwa ni nafasi ambapo wamepoteza nafasi ile. Tanzania Prisons. Mhamed Rashidi Ibrahim Wajib pelekwa mpira vizuri sasa, jaza na mimina anakwenda kule bado peleka pale, anapoteza nafasi ile. Rafael Daudi alifanya kitu <coughs> kikubwa sana, wanasema kitu kikubwa sana <Ya>! chenye <coughs> akili, kwa maana alihukoncwa vizuri mpira kwenye maya yake, lakini katika upigaji hakupiga chini angepiga chini kuhudunisha mpira bila, bila shaka angeweza kufunga goli bila wasiwasi wote. Unaweza ukakosa mke kutokana na aina ya mshenga unayemtuma. Sisi ni soka burudani, inaendelea.